Imekuja kukagua zoezi au mradi wa kuweka taa katika uwanja wa ndege kwa Arusha. Serikali imeidhinisha fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwanja huu wa Arusha unaboreshwa kwa kuwekewa taa e, za, za kwenye uwanja wa ndege ili kurahisisha ndege zetu kutua e, usiku na mchana. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kutoa fedha na alipokuja mkoa wa Arusha aliwaahidi wa Tanzania kwamba uwanja huu unaboreshwa na ifikapo Januari mkandarasi atakuwa amekamilisha hiyo kazi. Maelekezo yangu ni kwamba ni kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huu kuendana na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha. Tunafanya hivyo katika kuhakikisha kwamba ahadi ya Mheshimiwa Rais inatekelezwa kwa sababu ya kukua kwa utalii katika mkoa wetu wa Arusha, badala ya watalii sasa kuendelea kuja na kutua wakati wa usiku wakatue Kilimanjaro mato, badala yake watatua moja kwa moja Arusha. Wote tunashuhudia kwamba utalii unakua, watalii wanaongezeka kwa hiyo kukamilika kwa uwanja wa Arusha maboresho yaliyokusudiwa yatasaidia sana kuongeza idadi ya watalii kuja katika mkoa wetu wa Arusha. Nyiye mnaona ndege zinavyopishana, ni watalii wengi wanaendelea kuja katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo meneja wa uwanja na kuelekeza ni kwamba endeleeni kumsimamia mkandarasi aongeze kasi. Natambua kwamba ameshaagiza matirio, kwa maana hizo taa na vitu vya jenereta, nimeambiwa ameshalinunua alijaletwa transfoma, ameshanunua hapo, sijui italetwa sasa, hivyo vitu vyote vinataka follow up. sitaki kuja kusikia kwamba vingine viko nje, unajua sasa paka vifike hapa clearance. Sasa hivi ndio muda wa kujipanga kuhakikisha tunakwenda na ratiba iliyokusudiwa. Mimi nitaendelea kuja muda wote. Hili jambo ni kubwa, hili jambo lina maslahi mapana ya nchi yetu. Hili jambo ni kubwa kwa sababu sekta ya utalii inachangia pato kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi naamini baada ya uwanja huu kuwa na taa Mashirika ya ndege yataongezeka, haya haya madogo yataongezeka kwa maana ya kuleta watalii hapa, na ruti zitaongezeka. Kwa hiyo nimekuja, mkandarasi, hakikisha unatimiza majukumu yako kwa kuzingatia ratiba hiyo ambayo ipo, mlioipendekeza, na mimi nitaendelea kuja kufuatilia hilo.